muhari wa mugwanja urauga atiriri nao ago magikaota uguo na ugo wao magigituma ciura ciambatirire bururi wa Misiri kiugo giitu kio umuthi gikuma hau na niho ngwenda twaranirie nigetha tumenye bururi uyu gitu niki gitumite gugaikara uguo guikarite ukaigua mundu muna kiuga wene arahonia murimu muna na akiongia akauga gutingi hotekeka ni tondu wa gwitikia ni kuri maundu maingi mekikaga ni tondu wa gwitikia na ni kuri maundu mangi mekikaga ni tondu wa ugi uria wi naguo mirimu yothe mundu arwaraga wa mbere arwaraga ni tondu wa wihia uria wi theini wake na ni tondu wa mawaganu maria makinyagiririo ciana nimo matumaga mirimu ikoneka ni kuri na mirimu yonekaga ni tondu wa guikio na mahinya ma nduma na ni kuri mirimu irwaragwo ni tondu wa maundu maria tugeragira mothe marwaraga mirimu yothe itonyaga theini wa mwiru wa mundu ni honagwo gutire murimu utahonagwo we rwarite ndukae kwirwo ati kwi murimu utangihonwo mirimu yothe ni honagwo ungikorwo witiketie na murimo waku ni wa kuhoerwo ni ukohona na ngikorwo murimo waku ni wa kurigitwo da ni dagitari ni uhonaga riu kiuria ki haha we murimo uri uri warite ri ni wa dagitari kana ni wa kuhoerwo tondu kiugo kiratwira thini wa hosea andu akwa moraga ni tondu wa kwaga umenyo na tondu menyo ni kurega maregete ri maka gikorwo mena mirimu na matiramenya yumanite naku nikio mundu egutura nyuaga dawa agatuurathiaga kwinda gitari na ndakahona na ndakacenjia wa mbere ni gwenda kuuga murimu wa mukingo kingo kana murimu wa hiv niuhonagwo angikorwo uumanite na mahinya madume na angikorwo murimu ucio umanite na virus ucio no ngai ungikihonia ni kwenda na no agerere ndungata ciake ago ni mahotaga

nyuaga ndawa ndaheagwo ni madagitari na ndiahonaga nie mwenyewe no muthenya umwe ngicemania na muhunjia wa wahunjagia na kiuga ngikorwo ni witikitie wamukira Jesu Kristo ni ukuhona na nie ngitikia na ni ndahonire murimu ucio na ugithira ona we orwarite ungitikia murimu waku angikorwo ni wa ndagitari wathikwe ndagitari no uguthondekwo na ni ukuhona angikorwo ni wa kuhoerwo no ukuhoerwo na ni ukuhona

ya mirimu yothe kwina mirimu ithondekagwo ni arogi ta mukingo mirimu ta sars mirimu ta typhoid mirimu ya mirimu mithembe mithemba yothe arogi ni mahota guthondeka mena maugi macio otuguo raigwa ati ago wa misiri ni mekire ota uria ngai atumanite gwikwo Musa hindi iria arekirie ruthanju rwa kethi ago wa misiri onao marekirie ruthanju rwo othe na rugituika nyoka no ngurani ri nyoka yao ri ni yarirwo ni nyoka ya Musa ona mirimu ino no ngithe ri ni guthira na angikorwo murimu mo waku ni wa daimono na mawathie kwimuhunjia ni agukuhoera na ni ukuma tondu tondu ndaimono ni itigirite ritwa ria Jesu no kiurianiriri ucio rathi akuhoere ri ndaimono ri ni cimui ni cioi mitugo yake angikorwo ndacieraga maciaro maroho mutheru ri murimu ndui hona nikabongicharia ndungata ya ngai iria we witikitie nama ati ya ngai na niukuhona muthenya wo muthiri tugurugamiroru hau nitukenderea kiumia kiu kiki